Hapa ni katika eneo la mto Matandu, ni kati ya maeneo mawili yaliyopata changamoto ya madaraja kusombwa na maji na kusababisha mawasiliano barabara kukatika. Magari yaliyokuwa yamekwama katika eneo la Somanga wilayani Kilwa mkoani Lindi yameanza kuruhusiwa kufuatia ukarabati wa eneo hilo. Tunashukuru Mungu kwamba kwa sasa hivi mvua imepungua kiasi, lakini matarajio yetu ni kwamba tutaendelea kuimarisha hivi vivuko vya muda mfupi na zile diversions zingine zote tutaendelea kuziimarisha, uh, ili kusudi hata kama itakuja mvua bado watu waweze kuendelea na uwezo wa kupita. Kazi ya kuimarisha barabara ya kusini mara baada ya mvua za mwaka jana inaendelea hivi sasa hivi. Ha, hii mvua imetukuta tukiwa tuko kazini, tunafanya ujenzi wa structures za kudumu na imetu, imetuathiri kulingana na sisi wengine kulingana na mazingira ya hali ya hewa ya kimfumo na mazingira ya kipesa, kwa sababu tunapolala sehemu yoyote pasipokuwa ya kutambua changamoto zokutana nazo inakuwa shida. Athari za mvua pia zimewakumba wakazi wa Mwanza kutokana na kushindwa kwenda kwa wakati katika shughuli zao azlai meniasi kwa kuwa leo tujaenda shule tukopo na mitiani na unavyoona shughuli za leo hamna zinazoendelea, magari ndio yanaishia hapa kwa hata kwa wafanyabiashara wadogo wadogo, na wenyewe imekuwa changamoto. Huku mkoani Katavi wananchi wakaomba kutatuliwa kwa changamoto ya daraja la mnyama lililojaa maji, huku mkoani Simiu na Kagera nyumba zikizingirwa na maji. Tunatoka mpana saa kumi na mbili nafika kasoro saa kumi, njia ni mashimo mbali na mto kuna sehemu inaitwa Nkondwe, kuna shimo, utelezi. Mvua kinyesha, hatupiti. Kazi ya hapa inaenda kurejea, na tunamwomba mkandarasi pamoja na TANROADS uendelee kupanga vikosi vyao ili kazi iweze kufanyika. Chakula ambacho kilikuwepo ni chakula mwaka mwaka mwaka mzima, lakini sasa hivi naona chakula kimeharibika chote. Tuna kaya 34 ambazo zimeathirika. Na hizo kaya ya kumi na sita ambazo zimekosa kabisa makazi, lakini kuna kaya nne ambazo ziko inalo zimekosa pia, watu hawana makazi kabisa, vitu vinaharibika, yaani tunakuwa na shida kabisa, yani mazingira sio yanakuwa ya hatarishi kabisa, yani maji yanajaa ndani yanaingia sehemu zote ya, tunakosa amani kabisa, yani tahadhari ambazo zinatolewa uh, kwa waendesha vyombo vya moto au hiyo, kwa watu wote ambao wanapenda kufanya starehe kwenye maziwa au kwenye mito au watu ambao wanaishi mabondeni ni kwamba waweze kuhakikisha kwamba, kwa sababu mafuriko huwa hayapotezi historia yake, kwa maana kwamba kama mafuriko yanapita sehemu fulani kila mwaka, endapo kutakuwa na mafuriko yatapita hapo hapo. Mapema asubuhi, katika mkutano wa bunge la bajeti, suala la athari za mvua likaibuliwa na mbunge wa Liwale na kujibiwa na naibu spika Musa Azan Zungu. Mkoa wa Lindi na Mtwara leo ni siku ya tatu mfululizo hauna mawasiliano ya barabara, baada ya mvua zinazoendelea kunyesha kubomoa barabara hiyo, na kwa sababu jambo hili limekuwa likijitokeza mara kwa mara kwenye kipindi hiki, inapofikia kipindi hiki basi Mheshimiwa mwenye Spika, ikupendeze bunge lako lijadili jambo hili ili tuweze kuishauri serikali ione namna bora ya kuliendea jambo hili. Taarifa tunazopewa serikali iko kazini, waziri wa miundombinu wa wizara ya ujenzi pamoja na TAMISEMI wote wako site na wakuhakikisha. Hiyo ndo serikali makini inafanya kazi, kabla hoja katika kusaka suluhisho la kudumu la adha ya uharibifu wa miundombinu ya barabara, serikali ina mpango wa kujenga madaraja matano katika barabara ya kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa ya Kusini. Tumie Omari, Azam News.